Jahazi la uswahilini lina mambo mengi, wezi kuamini mengine, wezi kuyaona machoni mengine yanaonekana gizani. Jahazi la uswazi lina mambo mengi, Jahazi la uswazi lina mambo mengi, Jahazi la u

Sijali. Mama yupo free kule? Eh, mama yuko free. Ana shida yoyote? Ni nini mama? Sijali, mjengo wako, mjengo wako mama, unasikia ngongongo. Kidogo anakuja. Watu wako? Amani. Yaani utawala. Sawa. Haina shida.

Nampigia simu tangu jana hapatikani ha, kabisa ni wani. Sijajua amekutana na changamoto gani. Nimejaribu kuwaulizia baasi ya marafiki zake, wananiambia hawajui ya nipu. Kwa nika sema, nguwa kwanza ni hapa, labda anaumwa iko ndani au labda kuna changamoto moto yeyote, maana nakosa hata amani, sijui mwenzangu yuko wapi nikasema Kwa sema, nguwe nije kwa mamangu niweze kujua huyu mwenzangu yuko wapi. We, mwanangu, tawani? Sasa bibi, jana kweli kafika pana, nilifika nikapata taarifa msiba. Sasa nilipata taarifa ya msiba na sema wangu nenda, na mnamjua tena sisi wazee, mambo ya simu hatuna. Ndio bali nishindo kupigia na kukuuliza mtu wako umejirusa au hujamrusa. Pole ni sana mama na msiba. Asante baba. Kwa mama msiba kwa kwa. Msiba nyumbani mwae. Na kule mambo ya mitandao na kwa migumu sana kwa sana. Najua vile vile.

sha nitakupigia baadaye, niko na mamu kidogo, nitakupigia baadaye. Nitakupigia baadaye, niko kwa mamu kwa samani. Sasa mimi nitafanya, nita, nita, nita, nita, nita, mpango. Nitapita baadaye nikuachia hata fedha kidogo, hata fedha kidogo, angalau angalau hapa shughuli, lakini a utamtumia kidogo na na mwenzangu na, na, na, basi utajua cha kufanya mara mizi, sasa. Sina kosa. Wewe ndio kijana najua cha kufanya, na mzee utafanya nini? Najua niingili wapi. Paka basi, basina shida, nii nitafanya naye takabizi, nitapita nakupa ta, fedha hapa kidogo, basi nafikiri tukiona naye, niko na wasiwasi. Mama ameenda msiba, unajua. Basi mama yangu mimi, sina shaka. Basi asante sana mwanangu. Asante mama, mimi naenda. Nitapita nikuletee fedha kidogo. Haya, asante baba wangu. Yaani njenda Jena na mke wake walikuwepo wote wamekwambia kwamba Hamisi sio baba yako mwanangu. Sikiliza, mimi ndo mama yako, miezi tisa tungoni, miaka miwili mgongoni. Hamisi ndiyo baba yako ari ishawahi kuwaga nayo, lakini miaka ya nyuma sana, kabla sijawa na Hamisi na ilipita karibia miaka miwili tu mitatu kuja kukutana na Hamisi na kuanzisha mahusiano yake naye mpaka kuja kupata mtoto wewe kwa hiyo yote kwa yote, hamisi ndiyo? baba yako Hamisi ndio wewe, toka unapata ufahamu wako wa kutangua, mimi ni mama nani ni baba, umemkuta nani ndani mwingine? Hamisi si ndio, mwanangu? Sasa mwanangu, nyamaza. Hamisi ndiyo baba yako, wala hata hakuna sababu ya kulia mwanangu. Kingine unatakiwa uzoee maisha ya hapa mtaani. Jenda na mke wake ni wambea sana, shagombanisha watu wengi sana. Saizi tena wamehamia kwenye familia yangu, yule Jenda na mke wake leo watanieleza, kwa nini wameamua kukuambia hivi mwanangu. Lakini wenyewe wamesema nisije kukuambia, kumbe siku zote hiyo umekaa nao kwa sababu wao wamekuambia usije kuniambie, wamekuambia usije kuniambie yeah. kulia mwanangu, wala hata huna haja ya kulia. Nyamaza, mimi si ndio baba yako, ila wale mimi watanieleza. Nyamaza mwanangu, usilie sawa. Eh, nyamaza kabisa. Hamisi ndio baba yako sawa, mwanangu. Sasa hmm. Kwa nini kupe baba mwingine mwanangu? Kati baba mwingine, kwa nini sasa, kwa nini kupe baba mwingine? Hamisi ndio baba yako mwanangu, sawa hmm. eh, baba yangu, silie mwanangu, usilie kabisa mwanangu, ila shota hiyo. Sikia sasa relax, relax, katulia na wao. Usije ukaiona ukasema, kwa sababu kwa sababu Hamisi sio baba yako. Mweshimu, mjali kama yeye anavyokujali anavyokupenda anavyokuthamini, sawa mwanae. Hamisi ndio baba yako, sawa? Aa, sawa. Wanaenda kabadilishe nguo hapo au ule ako ndani, sawa <laughs> yenda, yenda na nilivyokuwa na mtamani na, na mke wake ule umbea wanaofanya kila siku show wataiona, hmm?

Ni kitu gani kilichowatuma nyinyi kumwelekeza mwanangu habari zenu za kipumbavu? Unaulizwa amjibu. <laughs> ongea naye sikilizeni. <laughs> we si ndo jeni eh? au si ndo mke wako hey? kwa maana wote mnahusika sikilizeni, mmeruka ruka. <laughs> lakini hapa sasa, <laughs> uwe, unajua mwanaume ndiyo mmekaa <laughs> nilozana naye au unajua mwanaume nilozana naye. Sasa kiliwakuta kitu gani? mmekutana si wapi na mwanangu, mnamwambia kwamba mwanangu, mimi yule Hamisi, sio baba yako Alafu wewe nahisi kama siku nikumbuke, siku umenisahau bado unaendelea kupita njia zangu. Maisha ya kwangu mimi yabaki ya kwangu mimi, maisha ya kwangu mimi yabaki ya kwangu mimi

Jahazi la Uswazi lina mambo mengi: chuki, fiti na ndozi, meja, umbea, majungu, vivu ndo bara Mambo mengi chuki fitina dozi mecha umbea majungu vivu vivundo bara, mwanaume kupewa mtoto sio wake kawaida, mtoto moja baba